Kabla ya wewe mwanamke kuingia kwenye maisha ya ndoa jipime kimtazamo. Je, wewe ndoa unaitazamaje? Heshima, unyenyekevu na utii kwenye maisha yako kama mwanamke unahisi vina nafasi gani? Kama wewe unaona kabisa, unahisi hivyo vitu ni utumwa, ndugu yangu, usiolewe. Kama kuna namna ambavyo tayari umejenga future ya kuifikiria ndoa kwa namna ambavyo wewe unajua, ndugu yangu, usiolewe kwa sababu unavyoolewa haitakiwi uende ukiwa unaijua ndoa, inatakiwa uende ukiwa kama mwanafunzi. Vitu vingi utavikuta huko, huko ndani ya ndoa. Je, wewe maisha ambayo uliishi chini ya wazazi wako ama walezi, ile namna ambavyo ulikuwa unapangiwa, ile namna ambavyo ulikuwa lazimika kuishi kwenye sheria, ile namna ambavyo ulikuwa huwezi kutoka bila kuaga, kila kitu kilikuwa kina maelezo, ulikuwa uko chini ya wazazi wako, ulikuwa unajisikiaje kuwa kwenye mazingira ya namna hiyo? Ulijisikieje pale ambapo ilibidi uishi kwenye sheria za wazazi wako, hata kama kuna vitu ulipenda uvifanye, lakini wazazi wako walikwambia hapana? Ulijisikieje? kama uliona kabisa kwamba wewe ulijisikia tabu na ukatamani ukue haraka haraka utoke kwenye maisha ya wazazi, uliona ni utumwa, ndugu yangu, maisha ya ndoa pia hutayaweza, kwa sababu unapotoka kuwa chini ya wazazi, unapoenda kwa mume pia unaenda kuwa chini ya mume wako. Usije ukafikiri kwamba sasa hivi umekuwa ukishatoka kwenye maisha ya wazazi, utakapoenda kwenye maisha ya ndoa utakuwa una uhuru wa kujifanyia kila kitu. Bado utatakiwa kwenda kuishi kwenye sheria za mumeo, bado utalazimika kumwaga mumeo kabla ya kutoka, na bado mumeo pia anaweza kuwa anakukataza hata sehemu nyingine kwenda, vile vile kama ilivyokuwa kwa wazazi. Pia kwa mume utaenda kuishi kwenye sheria zake, hakuna sheria zako zitakazofanya kazi pale. Yaani lazima hiyo uijue, uijue kabisa mapema na kama unajiona ukikaa kabisa kwenye nafsi yako, unaona kabisa mimi hayo maisha siyawezi, ni afadhali usiingie kwenye maisha ya ndoa, kwa sababu utaenda kuteseka, utateswa na mtazamo wako. Na ndio maana nimesema jichunguze kimtazamo, una mtazamo gani kabla ya kuingia kwenye maisha ya ndoa? Kwa sababu mwisho wa siku utaenda kuteseka, mtazamo wako utakuumiza pale ambapo utalazimika kuishi kama mumeo anavyotaka, we utaona kama ni utumwa pale ambapo utalazimika kumheshimu, kumnyenyekea na kumtii mwanaume, wewe kwako utaona kama ni utumwa. Pale ambapo utakatazwa kufanya baadhi ya vitu na mumeo, wewe utaona kama ni utumwa, utaona kama ni mateso, utashindwa maisha ya ndoa, ni bora usiolewe kabisa. Lakini wewe ukijipima na na ukaona kama heshima, unyenyekevu na utii ni vitu ambavyo mimi mwanamke ninastahili kuwa navyo, yani natakiwa iwe tabia yangu ya ndani, wewe uko salama lakini pia kama utajiona wewe, heshima unyenyekevu na utii ni vitu ambavyo unaviigiza nje yako, lakini ndani yako huna hivyo vitu, ndugu yangu, usiolewe. Pia utaenda kuteseka vile vile kwa sababu ndoa inahitaji sana hivi vitu vitatu. Kwako kwa wewe mwanamke, heshima unyenyekevu na utii, ndoa inahitaji. Sasa ukishaona hivyo vitu huwezi ndugu yangu, ni bora ukakaa mwenyewe, hutaweza maisha ya ndoa hutaweza kabisa. Watu wengi sana kwenye maisha ya ndoa wanateswa na mtazamo. Kama unavyosikia sasa hivi, watu wengine wanasema ndoa inakunyima uhuru wa wewe fanya nini, anasema ndoa inazima ndoto za mwanamke. Wengine ndio wanaamini hivyo kwamba ndoa inazima ndoto zako kama mwanamke, lakini sio kweli. Pengine kwa mtazamo wa mwanaume, kitu ambacho wewe unakitazamia kwako, unatamani kiwe kwako, yeye akakukataza, lakini akakwambia mimi nataka ufanye hiki, akakufungulia mlango mwingine pengine akafunga huu mlango akakufungulia mlango mwingine. Kwa hiyo we, kama kuna namna ambavyo kila kitu utakuwa unaona ni utumwa, kila kitu utakuwa unaona ni mateso, kila kitu unaona ni manyanyaso, kuwa chini ya mtu kabisa, ukijipima unaona mimi siwezi, napenda kuishi kwa kujitegemea mwenyewe, napenda kujiamulia mwenyewe, sitaki mtu aniulize nini, sitaki kupangiwa na mtu, wewe bora usiolewe. Maisha ya ndoa hutayaweza, ndugu yangu.